Nam, habari za wakati huu. Karibu tena tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Basi na shaka upo salama, ni wakati mwingine tena tujuzane hiki ambacho kinaendelea, tukio la kuvamiwa nyumbani kwa mwanaharakati wa haki za binadamu na mwanachama wa chama cha Chadema Mdude Nyagali usiku wa kuamkia leo, ambapo taarifa zimesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, yaani unaamka unakutana na taarifa ya Mdude e, kuvamiwa nyumbani na watu ambao wamejitambulisha kuwa ni jeshi la polisi. Na baada ya kufika nyumbani hapo kwa mujibu wa mashuhuda ambao wameshuhudia tukio hilo, ni kwamba mlango ulivunjwa na Mdude akaanza kushambuliwa na kuburuzwa. Katika video ambayo nasambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, inaonesha damu zikiwa zimemwagika kuanzia mlangoni kwake mpaka sehemu ambayo nadhani ndipo walipompakia kwenye gari. Damu ambazo zimeonekana ni damu nyingi sana, kwa maana hiyo ni kwamba alikuwa ameumizwa na majeraha yalikuwa ni makubwa mno kwa damu ambazo zinaonekana, na mpaka hivi tunavyoripoti ni kwamba haijulikani hali yake ipoje, lakini God bless Lema ameandika hapa mambo machache lakini pia rais wa chama cha wanasheria Eh, Tanganyika TLS wakili Boniface Mwabukusi ameandika mambo mazito mno ya eh, kufuatia tukio hili. God bless Lema ameandika. Ninaamka asubuhi hii ninakutana na taarifa mbaya kabisa. Hatuumizwi na polisi bali jamii wa Tanzania tunaowapigania, lakini wasiojali wa binafsi na washabiki wa anasa kuliko haki, utu na usawa wa binadamu umetokwa na damu nyingi sana. Mdude, rafiki yangu, ninakuombea afya njema na uzima. watu kwenye posti hii ya God bless Lema, kabla tujaangalia hiki ambacho amekiandika, rais wa TLS huyu anasema, taifa langu, nchi yangu, Mungu akukumbuke. Damu hizi ni hatari sana katika taifa letu. Ardhi ikipokea damu isiyo na hatia ni laana kwa nchi yetu. Kaini alipomwaga damu ya ndugu yake Habili alilaniwa yeye na kula kitu na kila kitu anachofanya. Laana hii ni mbaya sana, Tanzania yangu. Lakini mwingine akasema kwa damu hizi, I can't tell that Mdude is no more. Mwanadamu ana almost 7 liters of blood, damu ambao imeloanisha ardhi na ikaendelea kuonekana kwa mwa, kwa mwa, kwa eh, kwa mwanga wa simu usiku, kwa umbali ule, it will be a miracle Mdude kurudi akiwa hai mwingine akasema Watanzania wanajua mnajipigania nyinyi, familia zenu na chama chenu, wao wanaona maisha yao yako sawa. Kuna jamaa jana eh, kijue fulani cha boda anasema trilioni moja nukta kumi na nne iliyopigwa yeye haimuhusu yeye na familia yake, wanakula wanalala kwa amani. just imagine. Mwingine anasema kwamba nilitoa maoni yangu kitambo tu kwamba wa hawa watu hawatanii, wapo sirias, kweli kweli, kuua kutesa kupoteza na kuumiza na hawapaswi na hawapatwi na lolote zaidi zaidi, wanapandishwa vyo. Ni wakati wa plan B, na sisitiza inahitajika njia mbadala ya kukabiliana na hawa mafezuli. Sasa moja kwa moja tuangalie kwenye hiki ambacho amekiandika e, Boniface Mwabukusi kuhusu taarifa hizi e, za Mdude Nyagali kupitia mitandao yake ya kijamii. Wakili Boniface Mwabukusi na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika ameposti video hii ambayo inaonyesha nyumbani kwa Mdude na namna ambavyo damu nyingi imemwagika. Ameandika Boniface Mwabukusi, hatuko salama. Nimepokea habari usiku huu kwamba jeshi la polisi Mbeya limefika nyumbani kwa Mdude Mpaluka Nyagali. Baada ya kufika, wamevunja mlango na kuingia ndani na kumpiga na kutumia vitu mbalimbali na kumjeruhi na baadaye kuondoka naye huu ni mwendelezo wa kukisiri wa vitendo vya wanaoonekana wakosoaji wa serikali kutendewa kinyume cha sheria na kuumizwa. Tunalitaka jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kuhakikisha kuwa ndugu Mdude Mpaluka Nyagali anakuwa salama na kuhakikisha wanampatia matibabu stahiki. Tunakemea na kufuatilia jambo hili kwa ukaribu, kuona haki ikitendeka. Kwenye komenti, watu wengi pia wametoa maoni yao. Huyu anasema pole, Mdude, ila na sisi kama raia tujifunze namna ya kutoa malalamiko. Mdude ana maneno magumu sana, nimeona clip moja akisema hakuna kipolisi Tanzania kinaweza kugusa mwili wangu, nitakitafuna kama biskuti. huwezi kusema kipolisi, tujifunze kureact with good language. Lakini pia mwingine anasema hizi task forces bwana, hakuna siku inapita ukaacha kusikia hivi, mara vile. Walioshauri ushauri huu kwa watawala hawakuwa na nia njema. Tanzania ndio nchi iliyokuwa ikikemea unyama wa serikali zingine dhidi ya wananchi wao, leo sisi ndio wa kukemewa. Nini ambacho kinaendelea? Tafsiri yake ni kwamba rais amekosa washauri. Mwingine anasema kwamba hizo nyumba zenu, wakili Boniface Mwabukusi, wekeni CCTV's camera tena, ikiwezekana ziwe clearly isiwe zile za magumashi, ili mambo kama hayo yakitokea, kuwe na ushahidi wa direct kwamba ni kweli hao vibaka polisi wamehusika, sio tu hivyo, video tupu hapo. Anasema sio hivyo, video tupu hapo, anaweza kuchomoka kwenye huo mtego mwingine anasema kwamba this Chama cha Mapinduzi chama cha majambazi. Lakini pia mwingine anasema kwamba kwamba ukikosoa serikali unakuwa mhaini. Haya yanayoendelea yatafanya taifa kufikia mahali pabaya sana, na kama utulivu hautakuja kurudi kwa wepesi viongozi waji tafakari na mwingine, tumalizie hapa, nasema kwamba nilichoelewa hapa, Bimkubwa analipa kisasi kwa kiaina kwa yale walioyapitia Wazanzibari waliouawa kipindi cha Mkapa, Kikwete na Magufuli. Sasa zamu ya Utanganyika nao kumbe, kulia kwa kupokezana. Mungu atutie nguvu Watanganyika kwa haya tunayoyapitia. Najua mdude hatunaye tena, watu wana komenti hivyo eh, ni komenti ngumu ngumu ngumu kweli E, kwa video ambayo imesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ikionyesha damu namna ambavyo zimemwagika, lakini kama rais wa chama cha wanasheria Tanganyika wakili Boniface Mwabukusi anasema kwamba hatuko salama. Hii ina maana gani, hatuko salama kwa matukio ambayo kwa sasa yamezidi kutokea Tanzania? Tukio kama lile la kushambuliwa kwa faza E, Charles Kitima ambalo tumeona siku ya jana ni matukio mengine ambayo yanazidi kutokea au kuna kitu gani? E, mpaka anasema kwamba kwa sasa hatuko salama. Nimejaribu pia kupitia baadhi ya posti kuona watu wengine wanatoa taarifa gani kuhusu e, bwana Mdude Nyagali mwanaharakati wa haki za binadamu, lakini pia mwanachama wa chama cha e, Demokrasia na Maendeleo Chadema nimekutana na posti hapa ya Twaha Mwaipaya ambaye pia amechapisha taarifa hapa kuelezea hiki ambacho e, kimetokea kwa Mdude Nyagali, akitoa taarifa kwamba Mdude amekamatwa nyumbani kwake, lakini ameumizwa vibaya, na video ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii lakini pia Rozi Mayemba ameandika taarifa mbaya: Mdude Nyagali amechukuliwa na watu waliojitambulisha kuwa ni polisi usiku huu Walikuwa na silaha, wamevunja mlango. Mdude amepigwa sana, alikuwa amelala nyumbani kwake Mbeya. Lakini pia tuangalie baadhi ya watu wametoa taarifa gani kufuatia e, tukio hili la Mdude Nyagali. Tumalizie na mtu wa mwisho hapa, ambaye anasema kwamba Mdude wamemchukua kwa nguvu sana, wamemuumiza sana kiasi kwamba walikuwa na hasira sana na Mdude. Kila mtu hayuko salama. Anasema Mdude amekamatwa na kuumizwa sana. Usiku huu watu waliojitambulisha kwamba ni askari polisi wamempiga sana na kuvuja damu nyingi, haijulikani alipopelekwa. Lakini pia e, tuendelee hapa kufuatilia mengi zaidi, nitakuhabarisha hapa kama kuna taarifa yoyote ambayo tutaipata basi tuta e, kujuza hapa. Kubwa niseme tu, endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali mbali nasi, tutakuhabarisha uweze kuhabarika na kujua nini ambacho kinaendelea kufuatia matukio haya ambayo yamekuwa kitokea eh, siku za hivi karibuni. Kubwa jiunge nasi eh, subscribe, lakini pia usisahau ku turn on notification. Tukiposti basi, utaarifiwa ya kwamba kuna taarifa mpya ambayo tumeipandisha.